Wameondoka na sisi mimi na pamoja na mwenye, na katibu na wa ilara Elizabeth Mambosho, wamezunguka na sisi kwenye gari, wametuambia kwanza. Tumeenda kituo cha polisi Msimbazi, wametuchukulia pale kwenye gari ya Hirax, wametoka na sisi wamepita, kulikuwa na jamu sana, wakatuelekeza kwamba wanatupeleka kituo cha polisi Central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 hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi yetu, lakini lazima kufanya kazi.